Biashara kwenye mkoa lazima mjipanga vizuri, ili muende vizuri kwa maslahi yenu. Serikali yenu yenye pangua na nantatua nafasi ya wananchi kufanya biashara. Endeleeni kufunga biashara biashara eiakuta wengine ikaingile kuja Makambako kwa ajili ya kufanya biashara, akia hapa utali huko wazunguku hapa, alale hapa, ale hapa hapa aftocheasoaba na kwanza, Mheshimiwa Mbunge, tuna reli ya Tazara na hapa kuna kituo. Nataka niwaonyeshe ungimi wenu kwa uwepo wa njia hii ya Tazara ambayo hapa ndiyo ina kituo kikuu, na tuna miradi mikubwa ya kimkakati inazinduliwa kwenye mkoa huu wa Njombe

aamaisha kwa lengo ya serikali imebaki pale pale la kujenga soko la kimataifa aaaaa, hatua hiyo muhimu ni pamoja na ile kulipa fidia kwa wananchi waliokuyelaliwo na taratibu zake zimeenda vizuri mpaka mwezi wa Desemba mwaka uliopita, na leo huu mwezi wa tatu na mwezi wa pili, mwezi uliopita

a kwa kushukuru kwanza kwa ajili ya mwaka jana, tamko la serikali mwezi wa 7 tarehe 27 na maazimio yale kumi na tano yalitupelekea utulivu nchini wa biashara zetu. Lakini ni kuombe maazimio yale, mheshimiwa waziri mkuu, ingefaa yapelekwe kwenye sheria, yasikaye tu kama maazimio, kumbe kesho atakuja wa mwingine. Sisi tuna udhoefu wa Farao asomjua Yusufu kazi yake. Kwa hiyo tunaamini utatusaidia wewe, chini ya utendaji wako kuhakikisha maazimio yale yanapitishwa, maazimio kumi na tano yale na kuwa sheria kwenye nchi yetu, ili biashara ziendelee vizuri. Akili tunaendelea kushukuru pia kwa, kwa ajili ya kamati mbalimbali zinaendelea kuundwa hapa karibuni kulikuwa na kamati ya mheshimiwa Rais inayopitia mapitio ya kodi, lakini imani yetu wafanyabiashara, hata sasa kwako tukueleze na wewe, tunatamani sisi wafanyabiashara taasisi zingine zote za serikali zisikusani kodi. Ninyi mnaita maduhuri, sisi wafanyabiashara kwetu tunaona ni kodi, kwayo tunakuomba

imefanya mambo makubwa kuanzia elimu, afya, mbenzi na mambo mengine mengi katika shughuli ambazo nimezisema zimefanyika hapa. Nianze na elimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imejengwa madarasa mengi sana ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kila mahala tumepata shule shule mpya za sekondari zaidi ya nne tumejengwa katika jimbo hili, shule za msingi mpya tumepata nyingi na jimbo hili, ni kwa sababu ya jitihada ya serikali ya awamu ya sita. Lakini vile vile, mheshimiwa waziri mkuu, tuliomba hapa kuwa na chuo cha ufundi. Chuo cha ufundi, hivi navyozungumza, mheshimiwa waziri mkuu, tumeshapewa fedha shilingi milioni mia tano themanini na tano kiko chini ya halmashauri mkurugenzi hule za kujenga ambazo wasema watatuletea hela zingine. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikuwa na mpango wa kupata chuo hapa chuo hapa baadaye. Chuo hicho Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maelekezo ambayo yalitolewa 2022 alipokuja rais, tuliomba kule Njombe tunaonekana chuo kijengwe pale mkoani Njombe. Hivi sasa kama ilivyopata taarifa juzi, tunaendelea na ujenzi, tunakushukuru sana, tupeleke salamu. Baada ya kuona Makambako, tulishatenga eneo la chuo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kutoa habari njema kupitia mkutano huu, na nilishasema tumepewa chuo kupitia chuo cha mwalimu Nyerere, tulishasaini mkataba emo tayari hivi sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, chuo cha mwalimu Nyerere kitajengwa Makambako. Na hata Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna viwanda vya parachichi. Tumeweza kuhimiza wananchi walime parachichi kupitia mkuu wetu wa mkoa na wakuu wa wilaya, wananchi wameitika jambo hilo, waakai katizo iko kwenye soko parachichi, zina ambazo gredi ya mwisho. Hivi sasa parachichi gredi ya mwisho inanuliwa zaidi ya mia nane kwa kilo, na vipo viwanda vya mafuta vya parachichi utapenda kuviona, vipo viwanda vya parachichi za kutegeleza kwa ajili ya kusafirisha kwenda nje. Lakini vile vile tunampongeza mkuu wa mkoa, tuna kiwanda hapa. Mheshimiwa waziri mkuu, alikuja balozi wa kutoka China hapa